Gharama za kulipa ili kufikia ndoto zako. Hakuna ndoto inayotimia kwa bahati. Kila mtu hufanyia kazi matokeo anayoyataka katika haya maisha ya sasa na hata maisha ya baadaye. Wahenga walisema ukiona vyaelea ujue vimeundwa, na mimi nakuambia subscribe leo, utapata kuona video nzuri za neno la Mungu na za kukutia moyo, ili kutimiza kusudi la kuwepo kwako. Hizi ndo gharama unazopaswa kulipa ili kutimiza ndoto zako. Gharama ya kwanza ni gharama ya kujitenga. Hapa kujitenga namaanisha kufanya maandalizi ya kina ukiwa peke yako. Kina cha maandalizi yako ndio kinaamua ukubwa wa matokeo unayoyataka. Tukijifunza kwa mmea, ni kwamba kabla mmea haujatokeza juu ya ardhi, lazima uzame chini sana. Mizizi yake lazima iingie ndani, ndipo uanze kutokeza kwa juu. Kwa hiyo, ukiona mmea ni mkubwa kwenda juu, basi ujue mizizi yake imeenda chini sana. Lakini pia tunajifunza kwa Yesu, tunaona miujiza aliyokuwa akiifanya, tunaona ujasiri aliyokuwa nao akiwa anazungumza na watu, akiwa anawajibu maprofesa wa kidini wa nyakati hizo. Tunaona jinsi ambavyo alikuwa anaweza kutembea na kumjibu kila mtu aliyekuwa akimuuliza swali kwa hekima kubwa na maarifa makubwa, lakini tunasahau kwamba mara nyingi alikuwa anakesha na anajitenga na watu, anaenda faragani. Tunaona Yesu aliamka mara nyingi alfajiri na mapema, ili aweze kujiandaa. Anapoamka alfajiri na mapema, anachoenda kukifanya ni kujiandaa, ndo analipa gharama ya kujitenga. Tunaona wakati mwingine alikesha huko, ndo kulipa gharama ya kujitenga. Tusome kwenye Marko mlango wa kwanza mstari wa thelathina tano Biblia inasema pale, hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Kuna maandiko kadhaa nimekuwekea kwenye skrini yako. Hayo yote yalionyesha kwamba Yesu alijiandaa kwa kina, ingawa alikuwa mwana wa Mungu. Tunaweza kufikiri kwamba alikuwa anaweza, alikuwa na nguvu za kutosha, lakini alihitaji kulipa gharama ya kujitenga. Gharama ya pili tunayoiona ni gharama ya muda. Mafanikio hayaji kwa usiku mmoja, kutimia kwa ndoto siyo tukio, ni mchakato. Kuna andiko kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 28 na mstari wa 20, Biblia inasema pale, mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Kuadhibiwa maana yake ni nini kama siyo kupata hasara? Atapata hasara afanyaye haraka. Ni lazima kulipa gharama ya muda. Mfano kwenye Biblia tuna mtu anayeitwa Yusufu, alilipa gharama ya muda kwa miaka thelathini tangu aote ndoto ya kuwa mkuu mpaka alipokuja kuwa mkuu. Tunamwona Musa, ilibidi ipite miaka arobaini akiwa nyikani. Muda wa miaka arobaini ilitumika kwa ajili ya kumwandaa. Tunaona mfalme Daudi, tangu alikopakwa mafuta mpaka anapokuja kuwa mfalme takribani miaka kumi na tatu. Miaka hiyo ilihitajika kama muda kwa ajili ya maandalizi ya Daudi, lakini tunamwona pia Yesu mwenyewe ilipita miaka thelathini ndipo alipokuja kuanza kazi. Lakini tujifunze pia kwa mimea, hakuna mmea unaoota kwa usiku mmoja. Ukiangalia, kuna aina fulani ya uyoga ambao unaota ndani ya siku tatu mpaka saba, lakini ukienda kuugusa ule uyoga unamomonyoka. Maana yake hauko imara. Muda unahitajika ili kujenga misuli. Muda unahitajika ili kujenga uthabiti na stamina na ukomavu wa ndoto yako. Kwa hiyo, ili uwe imara na uwe thabiti katika ndoto yako, ni lazima ulipe gharama ya muda. Gharama nyingine ya tatu ni gharama ya damu na jasho. Ukiona ndoto yako ni rahisi ni nyepesi na mchakato wake wala haukutoi jasho wala damu, basi ujue unahitaji kuongeza ukubwa wa ndoto yako. Nikisema jasho na damu, namaanisha kufanya kazi kwa bidii, namaanisha kupata maumivu. Lazima ndoto yako itakutenganisha na baadhi ya watu, lazima ndoto yako itakutenganisha na baadhi ya marafiki, wengine watakucheka, lakini hiyo ndo gharama ya damu na jasho. Kuna nyakati itabidi usilale ukiwa unapambania ndoto zako, kuna wakati inabidi ndugu zako na marafiki wasikuelewe. Kwa mfano, tukiangalia kwa habari ya Yesu kwenye Luka mlango wa 4 mstari wa 16 mpaka 29, Yesu aliwaeleza watu ndoto zake wakiwa kwenye sinagogi, watu wa jamii yake, akifikiri kwamba hawa watu labda watamwelewa. Akasema, nimekuja ili kuwatangazia habari njema masikini, nimekuja ili kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, nimekuja ili kuwaweka huru waliofungwa. Lakini mstari wa 28, Biblia inasema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 Kwa hivyo ndoto yako inaweza ikawagadhibisha hata ndugu zako, kama ile ndoto ya Yusufu. Ni lazima ulipe gharama ya damu na jasho. Lazima watu watakucheka, lazima watu watakuona haufai. Kuna wakati itabidi uache mambo mengine ili kupambania ndoto zako. Kuna wakati utaanzisha kitu lakini hicho kitu kitafeli. Kuna wakati utaanzisha biashara lakini biashara itafeli. Sasa ili uweze kutimiza ndoto yako, itakubidi uendelee wala usikate tamaa. Nikutie moyo kupitia video hii, ile ndoto uliotaka kuiacha, hebu urudie tena kwa nguvu mpya. Lile jambo ulilokusudia kulifanya kwa moyo wote, hebu jitie nguvu urudi tena kulitimiza, kwa sababu ni lazima ulipe gharama ili upate matokeo unayoyatarajia. Swali linabaki, upo tayari kulipa gharama hizi tatu kuelekea ndoto zako? Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.